Afisa ushirika analazimisha apige kura za kwake mwenyewe, si tuenda kwa waziri mkuu. Ushirika wetu umefika level kubwa, lakini bado wao wanatuletea wagombea wa ajabu, hatuwataki. Bodi yetu haijatukosea kama kuna sheria zibadilike. Haya vijana ni wadogo wadogo, hatuwezi kubali. Wanachama wanaounga mkono wa uchaguzi, kuna mtu mmoja ambaye namhifadhi jina lake, amesoti vijana ameweka pale ongozi, watu viongozi ili wachukue leseni zetu nidiriki kusema kuna leseni moja balo inaitwa ya B. kuna mtu tajiri mmoja yuko mjini na ni kiongozi kwenye chama anaitaka, akishaichukua wanamguso wametumaliza. Wana mimi naitwa Mohamed Ali Ibrahimu, ni kwamba mimi ni mwenyeji wa hapa Mgusu na ni mchimbaji. Sababu ya kutoka nje ni baada ya kuona sisi hatujatendewa haki kama wanaushirika. Tumekuwa na bodi zaidi ya kumi na moja ambazo zimetuvurugia mpaka leseni zetu zikataka kuchukuliwa. Leo hii tumepata bodi ambayo imetuinua imeweza kufanya kila kitu mpaka imefikia kujenga cip loko cip ambayo sasa hivi ndio ilikuwa imeanza kufanya kazi. Mimi kwa jina naitwa Dora Mabeza, afisa ushirika halmashauri ya manispaa ya Geita. Katika uchaguzi huu, wapo ambao walikuwa hawataki uchaguzi ufanyike lakini pia walikuwepo wanaotaka uchaguzi ufanyike, lakini jambo lililofanyika ni kuzingatia sheria, kanuni na taratibu ili jambo lilizokufanyika. Mwanzoni kulikuwa na vurugu kama mlivyoona, wanachama walitaka kususia uchaguzi, lakini tukazidi kuwaelimisha na kuwapa elimu na kuambia kwamba jambo hili ni kutekeleza sheria na kanuni za vyama vya ushirika. Masabile Modesti, Masabile mwenyekiti Mgusu Mainazi, nimedumu kwa kipindi cha miaka sita. Wewe yangu yote nimeitumikia ipasavyo na ndio maana unaona hata wanachama wengi hawakuridhika na matokeo ya uchaguzi, lakini na ndio maana nilipoona wanataka kuleta vurugu, ikabidi niwaambie wakae watulie, wafanye uchaguzi kwa sababu kwa mujibu wa sheria unaona Undwa, kwa sababu sheria zinavyokuwa zinaundwa ndio sheria hizo hizo zinazotuongoza kwahiyo ndio maana nikawambia wakae watulie waweze kufanya uchaguzi kwahiyo jitihada zangu wanazijua na ndio maana asilimia kubwa wengi wameumia sana sana na wengine waliondoka hapa mpaka wakaenda mpaka Dodoma kwenda kupinga hilo swala lakini kwa sababu sheria zinavyosema ndivyo ambavyo zimekuwa kwa majina anaitwa Msa Robert Joseph nimezaliwa Mgusu pia wazazi wangu wako Mgusu pia ni mchimbaji na ni mwanachama wa Mgusu Miners, yaani ushirika wa Mgusu Miners. Napenda kuwapa hongera wanachama, napenda kuwapa hongera wajumbe kwa kunipa ridhaa hii ya kuchukua kijiti, na ninapenda kuwapa hongera kwa kunipa ridhaa hii kwa kuchukua kijiti. Na hiyo basi nasema kwamba nimechaguliwa kuwa mwenyekiti, na ninapenda kutoa wenyekiti ulipo kwenda mbali zaidi kimaendeleo kwa maana nina, nina uzoefu na hizi kazi, pia mimi sio mgeni kwenye hizi kazi. Asante okay, sana. Hiyo ni hali ya kimapokeo tu kwa maana mtu yote ambaye anachaguliwa mwanzoni huwa haaminiki, lakini na imani kwamba wataniamini. Zile leseni zitaendelea kuwa active, tutaendelea kuzilipia kama ilivyo ilivyo ilivyo na utaratibu, tutaendelea kuzilipia. Pia ningependa maana, sasa hivi tuna mradi wa CIP, ningependa huu mradi tuendelee nao hivi, lakini tutoe kwenye CIP, kwenye loko CIP, tuingie kwenye, kwenye, kwenye CIP yenyewe, maana tayari ni mradi ambao bado uko loko, ni wa matengo yetu, tuingie kwenye, kwenye boni zile kubwa.